Naam ni matumaini yangu mzima buheri wa afya, mtazamaji wa Global TV Online. Hii ni Global TV Sport, kupitia Global TV Online unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo, ukiwa na mimi Sports Lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe ni siku chache baada ya kuibuka kwa taarifa kuwa kiungo mshambuliaji wa Simba Mohammed Ibrahim almaarufu kama Mo huenda akajiunga na Yanga, meneja wa mchezaji huyo Jamal Kisongo ameibuka na kulikemea vilivyo swala hilo. Mo, ambaye amejiunga na Simba msimu uliopita akitokea Mtibwa Sugar, inadaiwa kuwa mara kwa mara amekuwa akisumbuliwa na viongozi wa Yanga, wakimrubuni akajiunge na timu hiyo kwa ajili ya kuziba nafasi aliyoiacha wazi na Mnyarwanda Haruna Nyonzima, anayedaiwa kujiunga na Simba baada ya mkataba wake kumalizika. Kisongo amesema kuwa timu yoyote inayomhitaji Mo kwa sasa haiwezi kumpata kwa sababu bado ni mali ya Simba na yeye pamoja na mchezaji huyo wanaheshimu mkataba walioingia na klabu hiyo. E, Ibrahim Mo yeye, yeah, ana mkataba wa miaka miwili na Simba Sports Club na mkataba wake utakusha e, msimu unaofuata yani, e, majira ya joto kipindi kama hiki mwakani otakua amemaliza mkataba wake na Simba Sports. Taarifa kwamba amesaini na Yanga Football Club liliyo, taarifa sina, kwa sababu mimi ndio wakala wake na ndio meneja wake. Haiwezekani hata kidogo tena. Hiyo ni jambo la hatari sana, hiyo ni jambo la hatari sana kwa zetu. Unaweza ukafungiwa hata kusajili, utafungiwa hata kusajili. YouTube channel yetu, at Global TV Online, na kutufollow katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, at Global Publishers, Twitter, at Global Habari. Mimi ni Sports Lady wako nambari tatu mgongoni, Esther Msofe. Asante na kwa heri. Global TV Online YouTube channel yako nambari moja Tanzania imekuandalia zawadi kabambe kupitia kipindi chake cha michezo cha Sports House. Smartphone mbili zitatolewa kwa watazamaji live Unachotakiwa kufanya ni kutazama Sport House Alhamisi kuanzia saa kumi kamili jioni, na wakati unaangalia, tupia komenti yako kuhusiana na chochote unachokiona kwenye kipindi bila kusahau kuandika namba yako kwenye komenti hiyo. Masharti ni rahisi sana. Lazima uwe na umri kuanzia miaka 18 na uwe na makazi au ndugu nchini Tanzania. Unaweza kushiriki ukiwa popote duniani. Shindano litaanza saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na moja na nusu jioni, lakini mwisho wa kuandika komenti yako ni saa kumi na moja kamili. Majina yote yatakayoandika comment yataingizwa kwenye draw na watachaguliwa washindi in random way papo hapo, kila mtazamaji akishuhudia Unangoja nini? Subscribe sasa Globo TV Online, kisha bonyeza alama ya kengele na usave notification ili upate ujumbe mfupi kila tunapokuwa hewani. Globo TV Online, ulipo tupo mubashara.